Tuko tayari uchaguzi uahirishwe! Tuko tayari uchaguzi uahirishwe! Tuko tayari uchaguzi uahirishwe! Tuko tayari uchaguzi uahirishwe! Asante. Sasa wao wanasema kwamba, ala, unajua uchaguzi ukiahirishwa tutakuwa tunavunja tuna katiba kwa sababu uchaguzi lazima ufanyike. Nataka niwakumbushe, nataka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 Kabu ya kiti anaingia, tunaomba tumpokee jukwani, tumpokee kwa furaha na shangwe, ameshatoka kupiga mikutano.